Chuwa, ndoa inahitaji uvumilivu, akili <coughs> na kunyamaza. Hivyo nadhani kuna siku mimi na Moza tunaweza tukaongea lugha moja. Moza ni mwanamke mwenye malengo makubwa sana, na na na <coughs> sio mbaya, sio mbaya mtu kuwa na ndoto kubwa, lakini mazingira yetu ni magumu sana kwa mtu kama mwenye ndoto za Moza kufanikiwa. Hivyo wewe na yeye, ili muweze kuongea lugha moja, inategemea utayari wako wa kujitoa sadaka kwa ajili yake ili aweze kutimiza ndoto yake. Maanisha ni ndio kusema kujitoa sadaka. Nikimtazama Moza sioni kitu chochote cha kuzima ndoto yake. Kama mapenzi yameshindwa, unapaswa kuwa tayari kumwachia Moza aendelee na maisha yake bila wewe, kaka <coughs> Chuwa. Hiyo ndio sadaka pekee unaweza kuitoa kwa ajili yake ili wewe naye mweze kuongea ruga.